Mi nadhani ni utendaji mzuri wa kazi, kwa hiyo ndio maana wananchi wanakuwa na imani na mimi eh. Unaposema utendaji uzuri wa kazi, kuna mwingine inawezekana hajaelewa, pengine tusaidie vizuri, utendaji kazi wa namna gani? Hasa utendaji kazi ina maana ni kusaidia wananchi wa mtaa wangu wale ambao mimi ni balozi wao Nawafikishia taarifa, yani kama tunapata taarifa yoyote labda maendeleo yoyote au kuna shida, nawafikishia kwa wakati. Kwa hiyo, hiyo nidhamu na uaminifu na utendaji mzuri wa kazi, nadhani ndio hicho. Okay. Nidhamu, uaminifu na kufanya kazi vizuri, pengine hiyo ndio sababu yawe kudumu kwa muda mrefu. Tusimulie kidogo, uongozi wa zamani na wa sasa ukoje, hasa kwenye eneo la ubalozi? Uongozi wa zamani tulivyokuwa tunaanza ubalozi na wa sasa hivi ni tofauti, kwa sababu zamani watu, yani viongozi wengi walikuwa wanapenda kunyanyasa sana wananchi. Naweza kukuta mtu anachukulia kitu labda amekosa kidogo mwananchi bila kumuelimisha nini, watachukua mgambo, wanaingia wanagonga mlango nyumba hadi nyumba kuwatumia nguvu, yani kuamrisha kwa nguvu yani, yani sio kile kuwajadiliana nao lakini sasa hivi mwananchi wa sasa hivi ukienda umwambie labda kitu kwa nguvu, au kuto kujua ni nini anachotakiwa afanye, ukafika kwa nguvu kidogo uh, uh, yaani hatuendani yani, yani wanaofahamu mzuri wanaelewa wajibu wao ni nini. Kwa hiyo nicho kuna utofauti huo, lakini zamani wananchi wakawa nanyanyasika sana, kwa maana kwamba zamani ilikuwa inatumika zaidi nguvu, lakini kwa sasa elimu ndio inaitumika. ni sahihi. Okay. Mm. Na wewe ni miongoni mwa ambao walikuwa wanatumia nguvu zaidi? Hapana, ndio maana mpaka leo wananipenda. Mimi mm, nilikuwa namuelimisha mtu na muelewesha kitu, anaelewa, basi tunaenda pamoja. Okay. Kama mtu anashindwa anashindwa kuelewa anachomuelekeza, anafanya labda jeuri tu, basi na mimi nampeleka ngazi za juu. Mm. Ulikuwa unawezaje wewe kutotumia nguvu na wengine wanatumia nguvu? Hapana, mimi na roho binadamu sana, kwa sababu na mimi ni binadamu. Yeah. Kuna kitu kingine mtu anafanya vile kwa kudharau kuwa balozi mbona hana elimu au balozi ni yupo yupo tu, sio kama mimi. Labda mimi kijana na uwezo na nini. Kwa hiyo vitu kama hivi vipo. Sasa ile ndio unaweza kuona huyu nimeshashindwa naye, ngoja nimpeleke sehemu usiku akanisaidie, ila mimi siwezi kutumia nguvu. Okay. hiyo ilikuwa ni kwa zamani. Kwa sasa hali ikoje? Kwa sasa hivi uwezo ukafika ukamvulunda mwananchi <laughs> mwambia, labda wewe, kwa nini kwa nini? Hapana, unamuita. Yeah. unakaa naye, unamuelewesha, natakiwa iwe moja mbili tatu. Basi baada ba kupeana majukumu, mkija kuzungukia mnakuta mtu bado hajafanya yale mlikuwa mmeagizana, mnampeleka pale ofisini, jamani, mtusaidie huyu mtu labda ana shida gani, mtusaidie. Watakaa naye watamwelimisha, akielewa atatekeleza. Kuna mwingine anaanza asitekeleze, lakini mnamchukulia kama alivyo mnaenda. mm. mm. so, so. Uh, tufahamu pia hapa jambo hili vizuri. Hivi majukumu hasa ya balozi ni yapi? Majukumu ya balozi ni kulinda usalama, yani kuangalia usalama katika eneo lako, ya yani nyumba zako, zile wanaishi vizuri, yani watu wanaishi kwa amani, hakuna vibaka ambao wanakuja wanapangishwa, vibaka vibaka, watu wasioeleweka. Kwa hiyo ukichukua watu wale wote ambao unajua huyu anafanya kazi na huyu ni mtu mzuri, yani familia zile ziko vizuri hakuna usumbufu, kwa hiyo okay. Mm. Ni kwamba unahakikisha jamii inakuwa salama muda wote, muda wote inabidi we salama, na kila mwenye nyumba akisha napangisha watu ambao wanafahamika ni wafanya kazi, wasio wazururaji, ambao hawana mm. Tumeangalia hapo kwenye eneo la majukumu ya balozi. Ubalozi una changamoto gani? Ubalozi una changamoto, changamoto zilizopo kwenye ubalozi ni zile ambazo mtu anaanza kuangalia akakudharau, jinsi wanatuambia sema, balozi hatuna elimu ndio, tunatukanwa hivyo mitaani na vijana, kama nyi mabalozi wala hamna elimu. Hiyo ni changamoto, unamdharau mtu wakati mtu yuko kwake anaishi kwake, unamwambia hana elimu, manake nini? Basi ndio hizo changamoto. Halafu kuna wenye nyumba wengine ni wakorofi, wanapangisha watu hawaliti taarifa kwa hiyo ikija kutokea tatizo, wanakufuata kama balozi pale, pana moja mbili tatu, unashangaa mmempangisha lini, mbona mimi sina taarifa. Lakini inabidi ufanye, kwa sababu wewe uko ndani ya wewe ni yuko ndani ya mtaa wako yeah. mm, changamoto kama hizo zipo sawa so, sawa so. mm. umegusia changamoto ya mnaambiwa hamna elimu mm. ukiambiwa hivyo inakuathiri kiasi gani? ah, mtu anakuambia huna elimu, afu kimwangalia na yeye yupo yupo tu yeah. ile ni dharau ambayo lazima kidogo niathirike kwa sababu sina elimu na mimi naishi, ina maana elimu yangu mimi ninavyoishi ndio hiyo hiyo. Siwezi nikasema nikafanye benki nionekane na elimu, wakati mimi elimu yangu ya chini nakubali, lakini kidogo naona kama amenidhalilisha. Unapokutana na mwananchi wa namna hii unachukua maamuzi gani? Amekwambia hivyo, na ya namwangalia yeye aliyeniambia yukoje na ana, ana, ana, ana tatizo gani? Maana unaweza kukuta mtu mwingine anajibu hivyo, yeye ni mlevi tu, au ni mtu ambaye hana maisha, kwa hiyo huwezi kukabishana naye unamwacha tu okay. mm. kwa mfano hili la kusuluhisha changamoto ndogo ndogo za wananchi wako hilo pia si jukumu lako ni jukumu langu sababu mtu lazima apitie kwangu yeah. nimsikilize nikiweza kumsikiliza tunamaliza tunawamalizia papa sababu nakuwa na wajumbe wangu kwa hiyo tunakaa tuna, tuna washauri yanaisha wanarudi nyumbani wanaendelea na maisha okay. kama kuna zaidi ambalo wao wenyewe hawafiki mwafaka basi napeleka mbele. Sawa sawa. Kwa naweza kupeleka baraza la kata au mahakamani moja, moja, moja kwa moja. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukagongiwa simu usiku uka, ukagongiwa mlango usiku au ukapigwa simu usiku kwamba kuna hii changamoto inabidi uamke. Lazima uamke. Kwa sababu kuna watu walikuwa wanaweza akawa wanakuja wanakuja kupigania mlangoni. Huko anaita Mama Rama, Mama Rama anakufa. Sasa mtu anapiga kelele na anajua hii sauti itakuwa ya fulani inabidi uamke. Ukafungue milango uangalie tatizo ni nini, kama ni mtu na mume wake unasaidia kwenda kuamua kuachanisha na nini hivyo. Na unaweza kumwambia bwana, we baba, namwomba huyu mtu alale hapa kesho okay tu asubuhi tuyamalize. Kuna mwingine mstaarabu anakwambia sawa, nimesikia basi. Mtakaa asubuhi mnamaliza, maisha yanaendelea. Kuna wale wananchi wenye tabia ya kupigana, hasa waliopo kwenye ndoa. Hii imekuwa ni changamoto kiasi gani kwenu, mabalozi, katika kusuluhisha changamoto za kwenye ndoa? Miaka hii zimepungua. Miaka ya zamani walikuwa wanapigana watu vibaya mno. Kwa hiyo ile tulikuwa tunachukua sisi tunawaweka hapa ndani. Namwambia wewe baba weka 10000 na wewe mama weka 10000 hapa. Si tuko na wajumbe, tunaanza kuwashauri. Atakaye shindwa namwambia hii hela huchukui. Inabidi wewe uliye shindwa umrudishie mwenzio hela kaliweke hapa. Zile na sisi tunapata hela ya maji. Lakini changamoto ambazo kusema kweli ni ngumu kusuluhisha changamoto kuna changamoto ambazo kwa kweli hata akikwambia hivyo naogopa ndani mm. ya ndoa hizo kuna changamoto kubwa sana kwa mfano wewe ushawahi kuletewa changamoto gani ukiona kama ah hii kwa kweli hii hii ni balaa kuna changamoto yani kwenye ndoa kuna changamoto nyingi kiasi kwamba unaweza kukuta labda mume anakunywa sana pombe alafu, mambo anayofanya ku... kwa mke wake yani, anayemwambia mwanamke ayafanye ni magumu kiasi kwamba hata mbele za Mungu huwezi ukatamka. Mwanaume kabisa anafika anamwambia mke wake, anamuomba kinyume na maumbile. Sasa mama kama hataki, anapigwa. Sasa wakija hapa, inabidi wajiseme tatizo ni nini hasa. Changamoto kama hizi ni ngumu, yani unamchukulia yule baba ana mawazo gani, afu kwa nini amefikia kufanya kuongea kitu kama hicho kwa mke wake? Yaani changamoto kama hizo ndo huwa tunaumia kiasi kwamba hatukimwona mwenzio yule mama anakuja anaongea mambo kama haya, kwa kweli tunaumia sana okay. Mnakutana kesi za namna hii ni nyingi, wanaume wanawaomba kinyume na maumbile wake zao. Eh, ndo hey, wapo, na ukimuuliza anasemaje huyu mwanaume, kwa nini anafanya hivi kwa mke wake Anakataa, anakwambia mwanamke huyu ni jeuri tu, hana sababu ya msingi, mimi vitu maivu. Sasa, kama hivyo havipo sasa, sidhani kama huyu mama anaweza kadanganya. Unajua ni kweli huyu mama anafanyiwa hivyo, ana, ana, anaambiwa hivyo, lakini sasa hana ushahidi, si mambo ya watu wawili mm. Kwa hiyo ushahidi unakuwa sasa, kesi ya namna hii ni nzito, wewe unaisuluhishaje hii? Yani ile inabidi sasa tufanyeje? Atoke huyu mama, unakaa na baba unaambia ndugu yangu, haya mambo baba, wewe haya mambo sio kwa mke wako. Kama wewe unaangaikaga huko mitaani ni iwe huko, lakini mheshimu sana mke wako. Haitakiwi mfanyie vitu kama hivi. Huyu ni mke tayari ni, ni mama yako ndani ya nyumba. Kwa hiyo kama una umeshafundishwa hayo mambo maana mtu tangia unaolewa hujawahi kuona vitu kama hivi, ghafla baba anakuja anakuambia anahitaji vitu kama hivi, ni lazima ustuke. Kwa hiyo unamwambia, kama wewe kuna sehemu ambayo unaona huo unatunzwa kwa njia hiyo, basi nenda katunzo huko. Mke wako hapana hapa, mheshimu hmm unaweza kutoa ushauri huu ukakuta mambo yanaenda sawa so, sawa so. Inawezekana kuna mwananchi anakusikiliza muda huu na anakutana na jambo kama hili ndani ya familia pengine anashindwa kutoka na kuzungumza anatakiwa afanyaje? Hasa kwa miaka hii sasa hivi ai kama hivi kanae hii tunayo hii yeah. Aende tu daktari wa jinsia akatoe aka, aka shida zake hizo. Maana kuna mengine kweli hata balozi kumwambia ni ngumu, aende daktari wa jinsia, watamwita baba, watakaa naye huko maamuzi ya dawati ya jinsia watajua wao. Je, wafanyeje? Wawapeleke mahakamani au wapewane talaka au iweje? Kwa hiyo sisi, hayo mengine watu kiona yametuzidi, tunamwambia tunaenda so, so. mm. <laughs> Nimeelewa vizuri sana. Ukichena na kesi za namna hii, ni tukio gani pengine kubwa ambalo lishawahi kuja uh, mikononi mwako kama balozi? Nakona ah, eh, hili kwa kweli ni tukio gumu. Kuna tukio, kuna kijana mmoja aligombana na mke wake, baada ya kuletwa hapa bado akataka ugomvi, tupigane na na mimi balozi. Sasa ukimuuliza shida yako ni nini, anakuambia nyinyi mabalozi huwa mnapenda sana kufuatilia maisha ya watu. Sasa ukiangalia mimi nimefuatilia wapi, wakati wewe ndio umekuja, mke wako kaja kwangu, mimi nimefuatilia wapi? Kwa hiyo vitu kama hivi vinataka usumbufu kiasi kwamba pako unajikuta unaumia roho. Mimi nimemfuatilia wapi? Mmekuja wenyewe. Kama mkitaka hivyo, mmalizane huko, msiletani kwa balozi. Mkija kwangu lazima niwakalishe chini ili niwapatanishe. Hivyo, umegusia swala hili la kwamba mabalozi mnaambiwa kwamba mna kawaida kufuatilia maisha ya watu. Kuna hili pia linazungumzwa kwamba wakati mwingine huwa mnaegemea mna, mna upande mnaposuluhisha mambo, kwa mfano wanawake ndio ambao mnawapa nafasi zaidi kuliko wanaume, lina ukweli kiasi gani hili? Ailo sio kweli, mm, mm -mm, alina ukweli wote, okay, kwa sababu mwanaume kwa vile ni mbabe, hata kama na makosa akija kwa mimi balozi, tukikaa kwenye vikao atataka kuonyesha yeye ni mwanaume kitu ambacho sio kweli. Mkija kwangu wote ni mko sawa, hamna mwanaume. Wewe labda kwa vile ni mwanaume tuweke labda a a kama amekosea utamwambia mwanaume, hapa baba umekosea, hapana iwe hivi iwe hivi, mtaenda au wewe mama hapo umekosea hapana. Sasa kama mama anakunywa pombe anarudi usiku saa 4 saa 5, wanapigana kwa anakuja hapa, nitamtetea mama? au hapikii watoto, hatukatai. Sasa hivi Makambako biashara zimekuwa nyingi, wakina mama akiamka asubuhi wanaenda kutembeza vitu ha, hawajui we, hawajui familia nyumbani, wamekula wamefanyaje, hawakumbuki wao, wanakumbuka kutafuta hela. Sasa ile ni tatizo kwenye familia, inabidi mama uhakikishe nyumbani unaweka watoto vizuri na biashara unafanya, lakini hilo sawa. So, umeligusa jambo la msingi pia kwamba moja kati ya jukumu lingine ni kuhakikisha kwamba Mwenye nyumba anapopangisha watu hakikishi kwamba anakuja kuripoti kwako, ili uwafahamu. Kwa nini ni muhimu kufanya hivyo? Ni muhimu kwa sababu kuna watu wengine wanahamia hapa, vibaka, wametoka sehemu fulani wamekimbia, wamekuja hapa kutafuta nyumba za kupanga, na wewe unapangisha. Kwa hiyo lile anavyokuja kutoa taarifa, mimi ndio nitakaye mhoji, umetoka mtaa upi mpaka umekuja kuhamia hapa? Yeye atasema kama nilikuwa na na labda Kitisi, naomba barua balo ya balozi ulikotoka. Lazima ahamie akiwa na balozi wa kule alete kwangu ili nimtambue kama kule kweli alikuwa ni mtu mzuri. Ndio maana hata mimi mtu akihama hapa akaenda mtaa mwingine lazima nimwandikie kikaratasi kama huyu ni mtu mwema kabisa. Alikuwa anakaa mtaani kwangu kwangu mtaa Asha Mhelela, kwa hiyo mpoke tu, hana tatizo. Ndio kwa maana tunafanya vitu kama hivi ili kuepusha wale ambao wanafichama. Lakini hata hivyo, bado tunasumbuka watu wengine wanapangisha bado wakorofi. Hatujui vibaka, wanatoka majambazi huko, hawana kazi, washinda wamelala ndani, usiku ndio wanatoka, lakini mwenye nyumba ameficha. Ina maana kuna ushirikiano fulani kati ya mpangaji na mwenye nyumba okay. Uh, pengine kuna sababu ambayo mmebaini kwamba inasababisha mwenye nyumba kutotoa ushirikiano kwenu katika kuwatambulisha wapangaji wao? Mimi nilichogundua hakuna sababu ya msingi zaidi ya yule mpangaji na, mwenye, na mama mwenye nyumba anakuwa na ushirikiano na baba Wanakuwa na ushirikiano fulani ambao huko yeye mwenyewe anakuta hili nikipeleka mbele ya nani itakuwa ni tatizo. Kwa hiyo anampangisha chumba ishai kutolewa pengine e, taarifa kwenye mtaani kwako kwamba kuna, kuna mtu amepangisha e, mpangaji hajamtambulisha kwako na akaleta shida. Imewahi tokea kuna hapa nyuma ya shule ya Makoga kwa nyuma walimpangisha kijana mmoja hivi. Sasa baada ya kukaa kama wiki, naona kana mwenye nyumba akamsitukia akawa amemleta kwangu, kuja mimi hapa nikamhoji, unafanya biashara, unakaa umetokea wapi? Sasa umetokea Kitisi, unafanya biashara gani? Sasa mimi huwa natembea mimi minadani, naouza viatu. Lakini hata mwezi hakumaliza, tunashangaa yuko na tenga la polisi, wamembonda wanakuja naye hapo na kuja kuitwa mimi, naenda namkuta ndio yeye. Vipi huyu ana shida gani? akisema ni mwizi, yeye ni kazi yake kuiba, kupakua mizigo kwenye magari ya minadani. Kwa hiyo ndio amekamata wa wamebondwa hivyo na Nasikia anakaa mtaani kwako. Nikamwambia ni, ni, ni kweli unakuja kusalimisha hata mwezi haujaisha. Kwa hiyo vitu kama hivi vipo, na tusumbua. Unazungumza nini na wananchi ambao wanaongoza juu ya kuwatambulisha wapangaji wao? Yaani tunawabembeleza sana hata kwenye mikutano kama jamani, mnavompangisha mtu, mimi sihitaji, yaani pango lote wala mia, ila tu mlete kwa balozi ili mimi nijue namna kumhoji mtu anafanya kazi gani na kama anamke anamke anam, yake anafanya biashara zipi anaishishije kwa sababu mimi nikijua ni rahisi hata ukija mimi kukusaidia kwa sababu nakuwa nakufahamu, hasa ukinileta wakati umepata shida. Yani ni shida sana, wapangaji wanapangisha wawe wa, wenye nyumba watu ambao hawaeleweki inatupa shida. Amefanya uhuni huko wapi kakimbilia Makambako, akifika hapa anatafuta chumba, anapanga, hana hata kitanda, analala kwenye mkeka. Utasema ni mpangaji huyo? Kuna wito pengine unaweza kuwaambia hawa wa, wa, wenye nyumba jua hili Yaani wito wangu mimi, wajitahidi sana, wasipangishe mtu bila kumpeleka kwa balozi, na aje na barua alikokuwa ana, anaishi anakokuja kuhamia aje na barua. Inatusaidia hata hata sisi kwa sababu, hata kama balozi amekula cha juu kupeana barua kimtindo, tutagundua huku. Siku za mwizi ni 40. Tunaomba tu wasilete vitu kama hivyo, wapangishe watu wanaofahamika. Kama anafanya kazi basi, utajua kazi yake anayofanya Ita. Sawa sawa. Uh, uligusa kitu kimoja kizuri sana pale mwanzo kwamba kazi hii ya ubalozi uh, haina mshahara, si ndio? Ndio, haina mshahara ni ya kujitolea, ni wito tu wa kujitolea. Okay, sawa sawa. Uh, pengine kuna umuhimu wa ninyi kulipwa. Umuhimu upo tena mkubwa, kwa sababu mambo ya serikali wanaagiza waambieni, mabalozi Waende wakachangishe michango au wa, wa, watamke wa, wa, wa, wa ili au kuna kuna gonjwa limelipuka. Kwa hiyo inabidi balozi, nyumba hadi nyumba, anaingia kuanzia asubuhi, anatembea nyumba hadi nyumba, amkute awakute wenye nyumba, awaelekeze tatizo. Wakati huo wa, mimi wenzangu wanafanya biashara zao, wanafanya kazi zao. Mimi naona serikali ingetufikiria hata wakitupa tu kidogo, ila sabuni, tunasema asante. Kukosa mshahara, maposho, kutokana na kazi ambayo mnaifanya kuna waathiri pia Lazima tunaathirika, kunaweza nikatumwa kitu nikazembea kwa sababu siwezi kuona muhimu wake, sababu sipewi chochote, nitafanya tu nikipenda. Sasa kama nitakuwa napewa hela ya sabuni, najua nitakosa hela ya sabuni, ngoja ni fanye haraka ili mambo yaende. Hilo sawa, so, so, kwenye mikutano yenu ya, ya hadhara, lakini pia viongozi ndani ya mtaa e, wakati mwingine pia kata meshoe kudokeza hili tumewahi kudokeza na huwa tunapewa ahadi yeah, kama mwaka huu au uh, safari tunafanyia hiki, lakini utekelezaji unakuwa haupo. Kwa hiyo ndio ndio maana tunadanganywa danganywa tu, wanasema tuna elimu ndio tunaenda hivyo hivyo <gibu> <gibu> <gibu> <gibu> lakini hii inauma sana, hii lazima iume kwa kweli. Okay, wewe umelala usiku unagongewa huko kuna shida yeah, unaamka unaacha usingizi, alafu mimi naona serikali wangeangalia okay, mbona hata kitu pa elfu kumi ishirini hiyo hiyo Eh. Sina mna miche ya sabuni ya kufulia. Naam. Na. Mm. Sawa sawa. Na pingine hii inaweza kai ina inasababisha ina pia baadhi ya wengine kuona kwamba ah, ubalozi kuwa ni kitu gani? Ni sahihi. Ndio maana ukuta watu wana, wanaanza kusema jamani, kuna fomu, je, mchukue mjaza za ubalozi wanagoma. Kwenye mikutano wana wanatangaza, jamani chukueni fomu, jamani kuna fomu. Watu wanasema mimi nikigombea ubalozi ili weje kwa lipi? Kwa hiyo unakuta vitu kama hivi vipo hawataki. Okay. Mm. Kwenye ubalozi wako kuna jambo gani ambalo unajivunia kwa miaka yote ambayo umekuwa hapo? Mm, nacho nachojivunia kwenye ubalozi wangu mimi mimi yeah. Yaani zaidi zaidi ni amani tu mimi, sasa hivi sina usumbufu wowote, watu wameelimika, ili kupigana kuja kwa balozi haipo kabisa mm. Yaani mtani kwangu mi watu wanakaa vizuri labda ugo, mambo madogo madogo tu ya kuja kuomba ushauri lakini sio kama zamani mm. Zilikuwa ngumi um, nje humo. Yani usiku utasikia kelele tu. Okay. Lakini sasa hivi najivunia na, na amani hafu na watu wananielewa, hata kama nitawaambia kitu jamani wananielewa hivyo. Okay. So, so. Uh, ukilinganisha uongozi wa mabalozi wenzako mm. <laughs> na wewe unaonaje? <laughs> Tuko sawa tuko sawa tu kwa sababu kila mtu sana nyumba zake kumi. Yeah. Eh, wote tuko vizuri. Okay. Mm. Sawa. So, so. Kwa uongozi uh, wa, wa kata pia unaoshirikiana nao Uongozi wa kata tuna ushirikiano nao vizuri okay. mm. tu mwishoni, mwishoni na shughuli zinaenda. Viongozi wa tawi kata tuna ushirikiano nao vizuri wakati tukielekea mwishoni mwishoni hapa. Nini unazungumza na uh, vijana juu ya kugombea nafasi hizi za uongozi? Mimi ni kwanza, niliwahi kuwa niliwahi kuwa mwenyekiti wa kata nilikuwa natoa ushauri sana kama vijana wagombee, kwa sababu sisi umri huu hatutakiwi tuwe tunagombea, kwa sababu kuna mambo mengine kweli tunashindwa kuyafanya, lakini kama vijana ungekuepo wengi, nguvu kazi, yani inapendeza sana. Ndio maana nilikuwa natoa ushauri, jamani, hata mabalozi, ifikia kipindi umri wetu huu tustafu, wachukue vijana, labda wenzetu wanaanza kakimbiza zaidi kuliko tunavyohangaika sisi. Unakuta balozi labda na miaka sabini na themanini. Sasa huyo balozi niambie, unaweza ukakaa naye sehemu, mbona vitu vingine atakawa anasinzia hata ukimuuliza kujibu. Kwa hiyo tunaomba vijana hizi nafasi wakave wakave wao, yani waje waje waje waje wengi vijana. hmm. Si tuwe washauri tu, labda kama m, balozi kuna kitu anaomba ushauri sawa, lakini sisi ha, umri umeshaenda. okay. Hmm. Na wewe umesema haujawahi kuchukua kabisa fomu. hmm. Mimi sijawahi kuchukua fomu. Nini huwa kinatokea? Yani mimi huwa nasema safari sichukui fomu niache wachukue na wenzetu hmm, lakini unashangaa, wao wakiwa kwenye mkutano, afu mimi siendi kwenye mkutano na uchaguzi, najua kwa kiniona pale utaanza, lakini utasikia wanasema wamesema wao balozi wao mamalama. Kwa hiyo mitaa mingine watachagua kini kwako, kwa wanasema wewe balozi wao. Sasa hatujue balozi, sijui mmezoeana vipi na wao watu na mimi, mimi sitaki ubalozi, nataka kupumzika hmm, lakini nasema balozi wetu mamalama. Kwani ilishakutokea ukatamani kupumzika kwenye ubalozi? Na, na tamani mpaka sasa hivi kwa sababu ni umri meenda, saa hizi kama hivi niwe nashinda na wajukuu, mambo mengine natamani tu pumzike. hmm. Okay. Labda niongeze mitano hii iliyobaki, kwa sababu nimepewa basikeli juzi. <laughs> ni <laughs> <laughs> <laughs> Ah, nani amewapa hiyo? Tumepewa na mama. Ah, mama amewapa basikeli ah? Eh, mabalozi ndio tumefikiriwa safari hii hey. tuna tunaendesha nawe okay. mm. Unayo una, iko wapi? Sasa, ipo ndani hapa. Sasa tutaiona hiyo. Umeipokeaje kupewa baiskeli? mm, nimeshukuru kwa kujua mchango wetu sisi kwenye taifa hili mm. Ndio naona sasa kumbe wanajua na sisi ni watu na tunafanya kazi, wametufikiria hizo baiskeli ili kama kunasema kuenda mbapa refu tuendeshe, lakini sasa wametupa Anita ndefu hizo, na sisi umri huko ende <coughs> Eh, basikeli ndefu mno eh. Sasa tunafanyaje? Tunaziweka hizo, tutapataga vijana wenye nguvu na watuma. Ah, okay. Mm. Umekupa basikeli aina gani hiyo? Anita, inaitwa <laughs> Anita. <laughs> sawa, sawa. Lakini imewapa ime, ime, ime, ime kitu moyoni, yaani na amani mm. Kitendo cha kupewa Kumbe na mimi nimo, yaani inatosha da. okay. nashukuru tu. mm. Unadhani hii pengine ni kuelekea uchaguzi au ni zawadi tu? Hapana, ni zawadi kwa sababu hizi tulishaidiwa tangu mwaka mwaka jana. okay. tangu mwaka jana nilikwambia kuna baiskeli zenu zitakuja ziwarahisishie sehemu za kwenda ku, parefu mnavyozunguka kuambia wananchi maendeleo, basi mtakuwa mnatumia. Mimi naona amefanya la maana, tunahangaika mm, nahangaika mnahangaika kwa maana ya kitu gani? yaani kama hivi kwenda nyumba hadi nyumba sasa kama na baiskeli yako, sinuazo kakutuma mtu kwa kimbiria pali kafanya hiki. Yeah. Asasa kama mi ni balozi mitaa yote. Mpaka kule polisi naenda mwenye kwenye kota za polisi. Yeah. Sasa kama baiskeli, si tuwapo, na baiskeli, sumi na katisha tu isha naenda kumala moja na geuza. Lakini sasa ndefu. Mide. Sasa kwa umri wako baiskeli unaendeshaje? Ndiyo na mikombia, zile kamongo ni naisi. Lakini sasa hiyo na anita kubwa. Kamongo or flesh? Hiyo ah, naendesha vizuri tu. Ah, mm. Ungeri okay, sana. Basi ni vizuri. Nini sasa unamwambia Mheshimiwa Rais juu ya kuwapa msaada wa baiskeli. Mimi namshukuru sana mama kwa sababu ametuona sisi mabalozi na sisi tuna kazi ambazo tunazifanya kwenye taifa hili. Yaani hicho namshukuru sana. Mungu amri. Yaani tunasema asante mabalozi. Hatuna kusema zaidi ila sasa na sabuni angetufikiria. Mm. Mm -hmm. Ah, kumposho kidogo. Mm -hmm. Kwa sababu sisi ndio tuko chini na wananchi. Baka wanafikia kupanda huko juu ni sisi tunawapandisha. Kweli na sisi ndo tunaijua, fulani anafaa kuwa kiongozi fulani anafaa kuwa kiongozi. Huyu hapana, balozi anajua sawasawa nini. Unawaambia wananchi wako ambao wanakusikiliza sasa hivi, mi nawaambia wananchi wangu kwamba tushikamane mtaani kwetu, kusiwe na matatizo ambayo ya ovyo ovyo, tujulishane penye shida ili tusaidiane kama kuna changamoto yoyote tujulishane, ili tusaidiane, maisha yaende. Mm. pia ni mwaka wa uchaguzi, pia unamwambiaje? Huu uh, ni mwaka wa uchaguzi yeah, nachowaambia kwamba wasidanganyike na 200 200 zinazopita. Kama mtu anakupa 200 200 chagua mtu ambaye anaweza kukusaidia wewe, anaweza kufanya kazi wewe mwenyewe, kapata faida au kanufaika na kazi atakazokuwa anazifanya. Tusichague kwa sababu ni fulani au kujuana, hapana. Chague mtu jembe ninaweza kuleta maendeleo kwenye mtaa. Kwani kupokea mia mbili mia mbili kuna shida? Mia mbili haina shida, lakini wao moyoni mwao waangalie mtu. mia mbili, hata mimi wakinipa nitapokea, wala ile sio sumu Eh? ile sio sumu ni hela ambayo naweza nikanua sabuni kama hivi nikanua mboga, lakini viongozi wanaotumia njia hiyo kushawishi wananchi ili wawachague ni viongozi wako sawa sawa? Hao sawa, Ukiona mkiongozi anapita mtaani kwako, anatanguliza chochote, huyo hayuko sahihi, yeah. Ananunua kula, lakini hawezi kukupa maendeleo, okay. Kwa sababu mtu anayejiamini hawezi kutoa hela. Uta, utaona kazi zake anafanya, baadaye umemchagua, ma, atafanya maendeleo na nyinyi mtanufaika, lakini anayetoa hela akiingia madarakani, atakusanya hela zake zote alizokuwa amezitumia kwenye uchaguzi maendeleo tayari miaka mitano imepita na nyinyi hamjafanya chochote. Okay. Mm. Sawa sawa. Um, mabalozi wenzako ambao wanafanya kazi kama ya kwako maeneo mengine, mm. Unawaambiaje ili pia nao wadumu miaka mingi kama ambavyo uko nayo? Mimi nacho waambia mabalozi wenzangu wengine ambao wataendelea labda watakuwepo ni kuwa na, na, na, yani uwe na imani na kazi unayoifanya alafu uaminifu. Hey. nidhamu uaminifu ujue unachofanya kile ni kwa ajili ya halaiki ya familia yote, basi inabidi tuendane hivyo, yani tu watu. Uh, okay. mm. na ni sahihi kwa kiongozi kutumia mabavu, kutumia nafasi yake kuwaumiza wananchi? Yani hicho mimi ndio ninachokilani nitalani mpaka kesho. Kiongozi yoyote wa kwenye tawi hili atakayekuwa anakwenda kinyume kunyanyasa wananchi, sitakuwa naye pamoja, lazima nitapinga kwa nguvu zote. okay. kwa sababu mwananchi hanyanyasiki Kinachotakiwa tunamwita tunakaa naye tunamwelewesha. Akiwa mgumu, basi sio watoto wako wote ndani ya nyumba watakuwa nakusikiliza, kuna mwingine anakuwa hivyo. Kwa hiyo tutamchukulia na ye, huyu ana matatizo yake kichwani, lakini ukitumia mabavu, hapana. Hawa sio ng'ombe, ni binadamu na wezi kuona siku hiyo, labda ana stress na yeye na maisha yake ndani ya nyumba. Haya, tena wewe mwenye mwenyekiti au nani, unakwenda tena kumletea shida zingine, basi ndio hapo utakuta wanarusha kwenye mitandao, mara wanarusha, siyo hivyo hivyo, wanakuchafua mtu mapema kabisa, kitu ambacho unakuwa ni mtu mzuri tu, lakini sasa unachafuka vitu vidogo vidogo. Yani tujaribu kwa mambo mengine, huwa tunafunika, sio lazima kila kitu. Okay, sasa mama, sisi tukushukuru sana na Nashukuru kwa kutupa nafasi hii. Amina, nashukuru. Asante sana. Mbarikiwe sana. Asante sana.